Nimejaribu kuisoma huu mswada, nia ni njema ya serikali, na mimi ni mwana kemsili pia. Ukiangalia ile composition ya namna ya kupata hawa wanataaluma, ni kama huu mswada hautoi uhuru wao wenyewe ku, kupatikana. Nadhani mheshimiwa waziri, ambacho angefanya ilitakiwa hao watu waweke utaratibu ambao wanakutana na wanachaguana halafu wizara hiyo ni kusimamia na kuondoa kero mbalimbali, kufacilitate utendaji wao, ikiwa jambo jema sana na hata mimi kwa mii, ningependa nipate maelezo. Kwa nini sikuona sababu ya kuingiza polisi katika eneo, kwa sababu hawa watu kimsingi, au kumpa waziri mamlaka makubwa sana kuwadhibiti, kwa sababu hao ni wataalamu. Kama umeingia kwenye maabara, kuna jambo linazungumzwa ni professional, huwezi yani kuingiza siasa katika eneo lile. Sioni kuna sababu yote ya msingi ya kuwa na hofu kwamba lazima wabano sana, waminywa mamlaka yao na lengo ni jema kwamba tuona watu hawa na bodi yao na na na baraza lao ambalo wanaweza kufanya maamuzi yao kitaalamu, alafu serikali inayachukua inafanyia kazi. Mwisho wa siku, watu kazi wanayofanya itakuja serikalini tu, kwa nadhani mwangalie utatua kwa hapa, uhuru wa kufanya kazi vizuri. Yani uweze kuwa unazungumza habari ya ya ofisi ya mkemia mkuu na mamlaka yake na bodi unaunda, alafu Muhimbili ambao unazungumza mambo ya biolojia na nini, ndio wataalamu wetu pale, utangaza mambo ya chakula na vitu vingine. Ningedhani katika composition ya member hawa ni muhimu kuwe na mtu ambaye ni professional chemist ili adili moja kwa moja mambo ya kemia na nini, lakini pia kuwe na biologist katika eneo hili. Kwa mimi ningependekeza kwamba hapa, huyu ni muhimu, hawa watu wawili wawepo, bila kusema either of these two, angalau wawili hawa, kila mtu kwa, kwa sababu kama ni chemist mambo anayojua tofauti na ajua ni mtu wa biologist. Na muda wa kuwa madarakani wajumbe wa mwenendo bodi pamoja na masuala mengine yanayohusiana na bodi yatakuwa kama yalivyoainishwa kwenye jedwali. Kwenye jedwali nimesoma, ilisema miaka mitatu. A kwa nini sio miaka mitano? Mheshimiwa Naibu Spika, sehemu nyingine ambayo nimeiona ni kifungu cha kumi. Kwa hiyo kifungu cha kumi pale hasa hey, atakuwepo mkemia mkuu wa serikali atakayeteuliwa na rais. Sasa hey, anasema angalau na sifa ya shahada ya uzamiri ya kemia au mataaluma zingine. Sasa ukisema sema, ni mkemia mkuu wa serikali kwa maana yake mkemia yani, nyingine, taaluma nyingine. Kwa hiyo ningeshauri kama unamaanisha mkemia, huyu mtu lazima awe professional chemist. Lakini unaposema taaluma nyingine maana yake nini sasa? Sisi tunapendekeza na mimi kama alivyosema wenzangu na upande wa upinzani ni muhimu tusiwe limitation. Hata kama mtateua huyu mnaye mtaka wa serikalini, lakini kwenye sheria ionekane kwamba mtu yoyote ambaye anaweza kuwa mkemia dama anakidhi hizi sifa atateuliwa. Sasa kama naa, kama ni mtumishi wa serikali, kama ni private sector, kama taasisi yote, lakini angalau usio na ubaguzi, huyu awe ni mtu Mtanzania ambaye ana sifa za kutosha.